Wananchi kwa kweli, sio rahisi ahadi zake zinakuwaga nyingi, lakini sio wengi wanaofanya wanaokuja kutekeleza. Kwa kutekeleza ahadi hii, kwa kweli, wakazi wa kata ya Mkongo na Kawale wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma wamemshukuru waziri wa katiba na sheria ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Namtumbo Dkt. Juma Homera kwa kutekeleza ahadi yake kutoa shilingi milioni tano kwa ajili ya ujenzi wa choo cha zahanati ya Mwinuko. Wakizungumza kwenye nyakati tofauti, wananchi hawa wamesema kwa muda mrefu wamekuwa wakipokea ahadi nyingi ambazo hazikutekelezwa, lakini safari hii Dkt. Homera ameonyesha tofauti na kutimiza ahadi zake kwa haraka. Kwa majina, naitwa Kasto Kinga, mwenyeji na mzaliwa wa Mwinuko hapa, mimi ni nyumbani. Kwa ujumla nitumia nafasi hii kumshukuru mweshimuwa mbunge kaa alitoa kwa kwa kwa ahadi kwamba atatoa kiasi fulani cha fedha, na leo hii amekuja kukamilisha. Kwanza ni kwa jambo la ajabu, kwa sababu tumeshapata ahadi nyingi sana na maeneo mengi sana lakini leo hii kwa mara ya kwanza umeona mbunge baada ya kuahidi ha amekamilisha kwa muda mfupi sana, sababu ahadi itolewa wakati wa kampeni, na leo hii kampeni imeisha, uchaguzi umefanyika, mbunge amechaguliwa, mara moja ahadi imetimiaskaltosibanda ni mkazi wa Mkongo Mwinuko. Kwa kweli tunamshukuru Juma Zuberi Homera kwa jinsi anavyotusaidia na kijiji cha Mkongo Mwinuko na maeneo mengineyo. Tunamshukuru sana kwa ahadi zake ambazo alituahidi, na leo hii amefika kutekeleza. Tunamshukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kumbariki na amzidishie hapo alipotoa. Kwa sasa tulikuwa tunapata changamoto ambazo za wamama ambazo kujifungulia njiani, zahanati ilikuwa mbali sana Yani kiujumla tunamshukuru sana, endapo kama zahanati yetu itakuwa safi na tuna imani kwa kwa ahadi ambazo aliziahidi na leo amefika kutekeleza, tunamshukuru na tutajitahidi kukarabati kwa haraka ili wa mama zetu wasipate shida. Naitwa Benadeta Alexia Haule. Kwa kweli Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru sana kwa ahadi zako ulizozitimiza. Hapa nina imani zahanati itafanya kazi na hiyo pesa ulizozileta zitafanya kazi kadiri itakavyotakiwa na mafanikio yataonekana muda sio mrefu. Kwa kweli, mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana kwa jitihada ulizozifanya. Akikabidhi fedha hizo, mwalimu Saidi Homera amesema sekta ya afya na elimu ni muhimu na ndizo zilizopo kwenye ahadi za muda mfupi, huku akibainisha kuwa miradi mikubwa inatarajiwa kutekelezwa baadaye. Ni kama mwezi mmoja na robo umepita tangu mheshimiwa mbunge atoe ahadi kwamba hii zahanati atailetea pesa shilingi milioni tano. Kwa hiyo leo mimi nimekuja kuzikabidhi. Sasa niwaombe fedha hizi zitumike kwa makusudio ambayo mliyakusudia, zifanye kazi vizuri mkamilishe zahanati yenu ili wananchi wetu waweze kupata matibabu yaliyo sawa. Pia nipende kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaletea pesa ya nyongeza ili iweze kukamilisha kituo hiki. Kwa hiyo tukiunganisha na nguvu aliyetuletea mbunge na imani, mpaka kufika mwezi Januari, dispensari hii itafanya kazi. Nao baadhi ya watumishi kutoka katika ofisi ya mbunge wa jimbo la Namtumbo wamewataka wananchi kuendelea kushirikiana katika kuleta maendeleo, huku wakisisitiza umuhimu wa ufuatiliaji wa karibu wa miradi ya maendeleo katika vitu ambavyo sisi kila mmoja kwa imani yake kuomba dua. Tujiombee dua sisi tuwe salama, tuone anayekuja, lakini pia tumwombee daktari Juma Zuberi Homera, Mungu ampe maisha mema. Inawezekana miongoni mwa kilio ambacho watu walilia tangu uhuru, majibu Mungu kake, majibu Mungu ameleta kwa, kwa Juma kwa. Tunachokisema hatuwezi kupata maendeleo bila ushirikiano. Niwaombe sana na niwashukuru, mmeweza kulinda jengo lenu hili mpaka hapa lilipofikia, lakini sasa ni wakati wenu wa kulitumia hili jengo kama mheshimiwa alivyosema. Mkifanya ushirikiano, hili jengo mtakuja kulishangaa, na naleleza kadhalika lingine kwa nyinyi wenyewe, jinsi munavyoweza kulienzi. Kutoka Mwinuko wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma, mimi ni Shehane Mzeina.